Karibu katika mada. Leo tunakwenda kujifunza nini maana ya UTI, A Tract infection. Katika mada hii kutakuwa namedaktari lenikomba ncukuletekwa ndani kuhusu mada hii. Kama ni mara ya kwanza, tafadhali subscribe ili napata mazui mara kwa mara pindi ambapo tuna upload. Sasa hebu tuone nini maana ya UTI. Yani, urinary tract infection. Haya ni maambukizi ya bakteria katika mfumo wa mkojo, ambapo mara nyingi inaweza kuathiri kuanzia sehemu za siri hadi kwenye figo, lakini pia kwenye kibofu cha mkojo au mirija ya mkojo. Lakini pia inaweza kusambaa mwilini na kuathiri maeneo mengine ya mwili, na huko yanakuwa na jina jingine. Tuone chanzo cha UTI. UTI kusababishwa na bakteria, bakteria wafuatao. Kwanza kuna E. coli ambayo ni common, anaitwa sisakolai e. Lakini pia kuna Klebsiella, lakini pia kuna Proteus mirabilis. Hawa ni aina ya bakteria ambao ni common kusababisha ugonjwa wa UTI. Twende katika risk factor au tabia hatarishi ambazo zinaweza ikapelekea ugonjwa wa UTI. Cha kwanza, tabia ya kwanza ni kutumia vyoo vya pamoja, ni public toilets. Unapotumia vyoo vya pamoja, unakuwa katika hatari ya kupata haya maambukizi ya mfumo wa mkojo, yani urinary tract infection. Jambo la pili ni usafi. Unapokuwa na hali duni ya usafi, kama vile unachelewa kubadilisha nguo ya ndani au unatumia nguo ya ndani kwa muda mrefu, unakuwa hatarini kupata ugonjwa wa UTI. Lakini pia tabia ya kutumia sabuni zenye kemikali nyingi katika kuoga na kusafisha sehemu za siri. Tabia nyingine hatarishi ni kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja. Unaweza kutana mpenzi na mpenzi au kujamiana na mpenzi aliyebeba hawa bakteria na ukawa rahisi kwako kupata hawa maambukizi. Tabia nyingine ni kutokunywa maji mengi. Unapokunywa maji mengi husaidia mwili kusafisha. Unapopunguza unyeji wa maji, unakuwa hatarini wewe kupata haya maambukizi. Twende kwenye dalili za UTI. Dalili ya kwanza ni kichefuchefu na kutapika. Mtu mwenye UTI huanza kupata hii dalili mapema kabisa, anaanza kuhisi kichefuchefu na kutapika, lakini pia mwili kuchoka, lakini pia maumivu ya kichwa, lakini pia maumivu ya tumbo chini ya kitovu, lakini pia kupatwa na changamoto ya kutoka na uchafu sehemu za siri, kuwashwa kwa sehemu za siri, lakini pia kutoka mkojo, kupata mkojo wa njano. Kwa wale ambao wenye UTI sugu, pia wanaweza pia wakawa na maumivu wakati wa tendo la ndoa. Twende kwenye matibabu ya UTI. Matibabu ya UTI yanatibiwa kulingana na level ya UTI. Kuna level ya UTI na daktari ndio anaweza kutambua kutokana na dalili zako, kutokana na hali ulionayo kwa wakati huo. Daktari atakuandikia dawa, anaweza kukupa first line, second line, third line. Second third. First line treatment tunatumia ciprofloxacin tablet. Second line tunakwenda kwenye flucloxacillin na nitrofurantoin Line, tunatumia amoxicillin plus clavulanic acid maarufu kama amoxiclav, lakini pia tunaweza tukatumia na sindano kama ceftriaxone, lakini pia tunaweza tukatumia dawa zingine kama doxycycline, lakini pia inafanya vizuri kwenye UTI. Kwa wajawazito tunatumia tunaanza na dawa ya first line kwao ni nitrofurantoin, kwa sababu ciprofloxacin kwa wajawazito ni hatari, hivyo kwa wajawazito tunatumia n na, na watoto lakini pia kwa watoto tunatumia dawa inaitwa Cotrimoxazole tablet au suspension kwa ajili ya kutibu haya maambukizi ya UTI. Twende kwenye jinsi ya kudhibiti haya maambukizi yasiwe yanajirudia mara kwa mara au kazuie kupata kabisa. Jambo la kwanza, hakikisha unakunywa maji mengi. Unapokunywa maji mengi unaupa nafasi mwili kusafisha na kutoa sumu mwilini. Jambo la pili hakikisha unafanya usafi wa nguo za ndani. Safisha nguo za ndani na ubadilishe kila baada ya masaa kumi na mbili au masaa nane kama ukiweza. Kama unaoga kila mara ambapo unaoga, basi badilisha nguo ya ndani na hakikisha hauvae nguo ya ndani yenye unyevu. Unapofua nguo ya ndani ya nike nje juani ili ikauke, usione aibu. Jambo la tatu, hakikisha unapunguza hatari ya kuwa na mpenzi mmoja, mpenzi mwaminifu, kama mimi nilivyo. Kwa hiyo hakikisha una kuwa na mpenzi mmoja faithful. Jambo la tatu, hakikisha unapata matibabu kwa wakati. Unapoanza kuhisi dalili ambazo tumezitaja hapo juu, wahi mara moja kwa daktari ukapate matibabu. Jambo jingine, kila unapoingia chooni, anza kwanza na kuflash choo, kitumie kisafishe kwanza, alafu kitumie. Baada ya hapo kisafishe tena, ili kumlinda yule ambaye anakuja na ujilinde na wewe mwenyewe. Tunasema kwamba tabia za afya ni tabia ambazo unajilinda wewe na unamlinda na mwenzako, hivyo hakikisha unabaki salama kila muda ambapo unafanya mambo yako. Jambo jingine, epuka matumizi ya sabuni zenye kemikali nyingi kwenye kuoga na kujisafisha. Hizi kemikali huwa zinabadilisha pH ya sehemu za siri na kupelekea moflora wa pale kuwa hatari na kuweza kusababisha haya malazi ya UTI. Na moflora unapobadilisha mazingira huwa wanakuwa hatari zaidi, hivyo ni vyema kutotumia sabuni zenye kemikali nyingi. Ndugu mtazamaji, ni kusii kama mara ya kwanza, tafadhali Sub subscribe ili uwe unapata mazui mara kwa mara. Lakini ni kushauri kuwa na tabia ya kupima afya yako mara kwa mara, ili kama una hizi dalili kama unaya maambukizi yatibiwe kwa mapema. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, tukutane katika mada ijayo. Asante kwa kunisikiliza.